Tato. Tato. Tato. Tato. Ndiyo, mimi naitwa Dr. Bahati Mayala Manawa. Ni mzaliwa wa Mwanza Sengerema katika Kisiwa cha Kome. Taaluma hii ya miti imekuwa nayo kwa mda mrefu tangu nikiwa sijaenda hata shule. Na kwa bahati nzuri nilifundishwa vilivyo sana na babu yangu aliyekuwa anaitwa mm -hmm, Mzee Absalom Nyangusu Masige, katika kujifunza taaluma hii nikiwa mdogo, mpaka nimekuja kuanza shule, mpaka nimeingia kwenye mafunzo ya udaktari na kumaliza, bado niliendelea kuwa na taaluma hii mpaka leo, na hata nimefanya kazi serikalini katika mkoa wa Ruvuma kwa zaidi ya miaka 15. Baada ya hapo, nikahamia katika kanisa la Wadventist Mbeya, nikaachana nao pia, lakini taaluma hii niliendelea nayo, nimekuwa nikifanya utafiti mkubwa kuhusu maradhi yale ambayo niliona babu akitibu, nikioanisha na dawa ambazo alikuwa akizitumia. Lakini pia nipende kushukuru kwamba ninaishukuru taaluma ya udaktari, maana imenisaidia sana kujua namna ya kukabili magonjwa haya pale ambapo mgonjwa anahusika zaidi katika matatizo ya lishe na namna ya kutatua changamoto ya lishe na kuhakikisha kwamba dawa inafanya kazi vizuri, inamsaidia kurudia katika afya njema. Magonjwa ninayotibu wengi wangependa kuyafahamu sana, lakini ni vigumu kutaja magonjwa yote. Nipende kusema kwa kifupi tu kwamba I'm just a general practitioner. Ninatibu vitu vingi sana, lakini ninajihusisha vilivyo hasa na kansa. Kansa imekuwa ni changamoto kubwa katika dunia, watu wakisema kwamba haiti lakini kuna miti ambayo kwa kweli ukiitumia vizuri na mgonjwa akawa na nidhamu ya kutibiwa, kile kinachoitwa compliance, kansa inatibika. Kuna ushahidi: kansa ya kizazi, kansa ya maziwa, na hata wakati mwingine mara mbili tatu. Nimewahi kutibu mgonjwa mmoja hapa chuo kikuu akiwa na ugonjwa wa kansa ya damu. Mtu huyo bado ana survive mpaka leo nakiwa na hali nzuri, na kwa kweli kile kinachosemwa kwamba eti kansa haitibiki au kuna maradhi yasiyotibika, mimi kwa sasa hivi naanza kuzitazama kwamba ni changamoto za kiuchumi zinazotokea Ulaya na kwa watu wengi kuwa wapo brainwashed, wanakubali kwamba ni ugonjwa usiotibika. Lakini mimi ninaamini kabisa kwamba chini ya jua Mwenyezi Mungu ametoa miti, vyakula na vitu mbalimbali vinavyotumiwa mbali katika uwasili wake vinaondoa kila tatizo ambayo inamvamia mwanadamu. Nisingependa ikubariki kwamba eti kuna vitu havitibiki. Maneno kama hayo ni maneno ambayo yamepitwa na wakati. Mimi ningependa kuwashauri tu madaktari waseme wazi kwamba mimi siwezi kutibu ugonjwa huu, jaribu mtu mwingine. Kadiri siku zinavyokwenda mbele, taaruma inavyotanuka ya tiba na taaruma ya mizizi nayo inazidi kutanuka kwa uwazi zaidi. Hii ni taaruma ambayo ilikuwa imejificha, watu waliidharau sana. Lakini ni taaruma muhimu sana. Ina majibu mengi sana kuliko maswali yanayoweza hata kuulizwa. Na majibu yake ni yakinia ya. Maana labda unaweza kuniuliza kwa kwamba kansa inatibika? Unachukua hatua wa gani, unakwendaje na kwa nini? Tunachoweza kukueleza ni kwamba kansa inatibika kwa utaratibu wa ulaji, unywaji, na dawa na nidhamu ya moyo. Hili ni jambo la kuzingatia. Nipende tu kuwaambia wazi Watanzania kwamba ile imani tuliyokuwa tumejazwa na wazungu, nasema na wazungu kwa sababu tangu nchi hii inaanza kutafuta uhuru mpaka uhuru mpaka leo miaka hamsini yote ya kujitawala na marais tuliyofikia mpaka awamu ya tano, nimekuwa nikiona Tanzania na kuielewa baada tu ya uhuru kulikuwa na matangazo ya makusudi katika kila zahanati. Unakuta daktari kavaa kaptura yake na soksi zake nzuri na mavazi yake meupe, anamwambia mganga wa kienyeji, anasema dawa zako hazina sababu ya kutumika, hazina vipimo. Kigezo ni vipimo, lakini kweli ni kwamba hazina vipimo. Nani anayekunywa dawa bila vipimo? Maana hata kwetu sisi dawa za mizizi zina vipimo. Zaidi ya yote, niweze kutoa changamoto nyingi. Hivi hebu fikirini. Kama sio kuwa brainwashed. Yaani kugilibiwa na wazungu. Malaria katika nchi yetu hii ni endemic. Yaani ni ugonjwa ambao hauwezi ukasemwa kwamba unavamia kwa muda. Endemic ni ugonjwa ambao ni wa kudumu. Lakini ni kweli kwamba anaweza katuambia mzungu mmoja au wawili au watatu au wanne au katika historia ya wale waliofika mapema miaka 1700 1800 wakakuta nchi hii haina watu. Au walipofika hapo wakakuta kwamba nchi hii haina mbu au haina malaria. Waliishije watu na malaria yao? Bila ya shaka, kulikuwa na dawa. Dawa hizi zimedidimizwa kwa kile kinachoitwa usomi, na mtanihurumia na kunisamehe kwamba wajinga walio wajinga ni wajinga walio katika usomi. Usomi unasaidia sana kukuza ujinga wa kudharau kila ambacho ni chetu na kilicho cha maana na katika watu walio wajinga wanaosumbuliwa na magonjwa ya lishe walio wengi ni wasomi. Mimi ninazidi kushangaa sana mtanzania anapokwenda Ulaya akarudi, anarudi akiwa anaamini kile wanachokula Ulaya na namna wanavyokula Ulaya ndio namna ya kula, lakini akasahau kwamba namna ya kula tuliokuwa tukila kwa, kwa asili ndiyo namna ambayo inafaa. Hebu tuangalie magonjwa kisukari kwa mfano kisukari mimi nilipokuwa mtoto mdogo kwenye miaka ya sitini na mbili sitini na tatu sitini na nne sitini na tano yalikuwa ni magonjwa ninayoyasikia ya kutokea India na watu wakisikia kwamba ni ugonjwa wa kisukari. Kisukari alikuwa anaumwa tajiri, sio masikini wa Tanzania hii, lakini leo kisukari ni ki... I may say it is rampant kama vumbi mitaani. Ukitafuta sosia, kisukari kbt, kisukari ni ulaji na unywaji, igizo kutoka Ulaya kutoka Amerika kutoka wapi? Tatizo hili fangasi kuu. Fangasi ni wadudu tu wanaoanzia kutoka microscopic, yaani wanaoweza kuonekana kwa darubini mpaka vitu halisi vinavyoweza kushikika kama uyoga, yote hiyo ni jamii ya fangasi. Fangasi ni magonjwa yanaweza kupenetrate katika ngozi, katika damu na katika viungo vinavyokuwa na unyevu unyevu mara kwa mara, lakini ufumbuzi wa haya masuala upo kutokana na lishe, dawa na utaratibu wa usafi. Vile vile ni vitu vinavyoweza vikakusaidia sana kuachana na fangasi. Lakini kuhusu dawa hiyo ni dhahiri dawa hiyo. Kuhusu, kuhusu lishe pale lishe inapokuwa na mapungufu yake lazima utashambuliwa na fangasi kwa namna yake na nipende kusema kwa upana sana kwamba suluhisho la afya zetu sasa hivi lisije likatarajiwa katika uwepo wa hospitali zetu zenye vifaa vingi na madokta bingwa. Hilo sio suluhisho. Suluhisho ni kuwafundisha watu wetu namna ya kuepuka maradhi, namna ya kutunza afya zao kwa vitu walivyo navyo, kwa vyakula walivyo navyo na kuwaelewesha kwamba mazingira tuliyonayo a b c d e yanaweza yakakuletea afya hivi, yanaweza yakakuharibia afya hivi. Kwa kufanya hivyo, tungekuwa tuna achieve basic science inayowafaa watu, yani sayansi ya msingi inayowafasaidia watu. Lakini kuelekeza akili za watu kutegemea madakitari, kutegemea hospitali na vifaa vya hospitali, hilo sio suluhisho tutajenga hospitali kila mkoa, hospitali za rufaa kila wilaya, tutajenga hospitali kila mtaa, lakini ongezeko la wagonjwa hatutalipunguza hata siku moja. Mkubwa ni kuhakikisha tunawafundisha watu desturi zetu na mila zetu na ulaji wetu ambao ulikuwa haupelekei magonjwa kusambaa ovyo. tatu mbili, nipende kusema kwamba misimamo yetu ya kiroho, our spiritual standpoint, ni jambo la muhimu sana kuzingatia kwamba Aliyeumba mwili wa binadamu ni Mungu. Angetiiwa Mungu katika ulaji na unywaji na maisha yetu ya kila siku. Mambo mengine tusingeyaona.